Watu wanne wanaotuhumiwa kuwa ni majambazi wameuawa kwa kupigwa risasi katika majibizano na polisi kwenye msako maalum unaoendelea kwa ushirikiano kati ya polisi kanda maalum ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam, Simon Siro amewaambia waandishi wa habari kwa nyakati tofauti kuwa watu wawili wameuawa jijini Dar es Salaam na wengine wawili wameuawa katika msako kwenye pori la Mkuranga baada ya polisi kurushiana risasi na watu hao. Jeshi la polisi na watalaumu serikali, kwa hiyo niombe wenyeviti wa serikali za mitaa watusaidie, hili swala haliwezi likamalizika na polisi wenyewe. Watupe information na mimi niwahakishie, tutawagonga sana hawa. Uwezo wa kuwagonga tunao, Kamanda Siro amesema. Mbali na tukio hilo, polisi pia wamebaini kufanyika kwa mafunzo ya kivita kwa watoto kwa kisingizio cha kuwafundisha masuala ya dini. Wapatao mia moja na ishirini kutoka mikoa mbalimbali wanaletwa maeneo haya kwa ajili ya mafunzo. Wanasema mafunzo ya dini, lakini wakifika kila mtoto wa miaka kumi anajua anaijua SMG. Katika hatua nyingine, polisi Dar es Salaam wamewakamata watu wanne wanaotuhumiwa kuwa majambazi na silaha mbalimbali mbali za kivita na magari yanayosadikika kutumika katika wizi.